U hali gani, ndugu mtazamaji? Ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni Oktoba 4 siku ya Jumamosi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zope kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani leo. Naanza kulengezea gazeti lako la Mwananchi lenye habari kubwa zope kipaumbele, linaanza na habari inayosema hii ndio mwendokasi wananchi waitakayo. Hii ndio mwendo kasi wananchi waitakayo. Lakini zingatia haya kila unapovaa viatu vya soli nyembamba. Na foni Mbagala Kiporo wasaka uraisi wa Pishana. Foni Mbagala Kiporo wasaka uraisi wa Pishana. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini kesi ya Chadema msajili ya Simama. Kesi ya Chadema na msajili ya Simama na uraisi Kenya 2027 moto Jaji Maraga mguu sawa. Usajili, uh, uraisi Kenya 2027 moto Jaji Maraga mguu sawa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi ni hii ndio mondokasi wananchi waitakayo. Eh, hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini tukichana gazeti la Mwananchi tuangazie sasa ndani ya gazeti lako. Kwenye gazeti la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo linaandika Samia, kuhitimisha kampeni Karatu leo kuelekea kuelekea Manyara. Manyara, Samia kuhitimisha kampeni Karatu leo. Hiyo ndio inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini Doyo ahidi soko la uhakika kwa wakulima wa mbazi, wa mbazi akipewa rais e, doyo ahidi soko la uhakika kwa wakulima wa mbazi Akipewa uraisi. Lakini bado kuna habari inasema Sara Mulei mkuu mpya wa kanisa Anglikana duniani. Lakini Dr. Chimbi Kawawa ametufundisha kuwa mzalendo. Eh, Dr. Chimbi asema Kawawa amenufund, amenifundisha kuwa mzalendo. Hiyo ni eh, habari pia inapatikana ukurasa so wa mbele wa gazeti lako la Nipashe. Eh, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti la Nipashe, eh, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la gazeti la habari leo lenyewe linaandika habari kubwa e, uchaguzi wa gombea aliofariki dunia kufanyika Desemba. Uchaguzi wa gombea aliofariki dunia kufanyika Desemba. Lakini kilimo cha ngano kupaishwa, kilimo cha ngano kupaishwa. Dr. Mwinyi akemea fujo kisingizio kulinda kura. E, Dr. Mwinyi akemea fujo kisingizio kulinda kura. Hiyo ni habari kurasa so 19 lakini maneno e, maeneo saba historia ya ukombozi ya wa urithi wa taifa maeneo saba historia ya ukombozi ya waurithi wa taifa yenye habari kurasa so tatu, lakini kurasa so tano TCU yaongeza muda wa udahili, e, ya muda hili vyuoni TCU wa hili vyuoni. Lakini tani nne dawa za kulevya zateketezwa Dar es Salaam, dawa za kulevya teketezwa Dar es Salaam. Tanzania, Kenya zaondoa vikwazo vinne vya biashara e, Tanzania na Kenya vyaondoa vikwazo vinne vya biashara ya habari kwenye gazeti la kula habari leo ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti la mwanahabari linaandika Majaliwa Kasim awapa kongole walimu siku ya walimu duniani. Huyo ni waziri mkuu Kasim Majaliwa awapa kongole eh, walimu siku ya walimu duniani. Lakini wamiliki leseni za madini watakiwa kurudi kwa jamii, wamiliki leseni za madini watakiwa kurudi kwa jamii. Lakini kwenye gazeti la mwanahabari kuna mwandishi Dr. Samia atangaza neema mikoa ya kaskazini. Dr. Samia atangaza neema mikoa ya kaskazini. Lakini mgombea urais NLD ahidi serikali ya umoja eh, wa kitaifa. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele. Na kwenye gazeti lako, eh, gazeti lako la Uhuru gatibora eh, lenyewe limeandika habari kubwa inayosema Abdullah aondoa hofu kuhusu amani na usalama. Huyo ni Abdullah aondoa hofu kuhusu amani na usalama. Lakini CUF uh, kujenga barabara za lami wilaya zote nchini e, iko ni chama cha kafu kujenga barabara zote kwa kiwango cha lami nchini. Lakini Dr. Samia ahidi mkakati wa ngano. E, Dr. Samia ahidi mkakati wa ngano. Lakini wakulima uh, nguzo kuu ya maendeleo huyo ni Kasim Majaliwa wasema wakulima maendeleo, Nchimbi, hayati, ni nguzo kuu ya maendeleo lakini Kawawa lakini kumwenzi na gazeti lako la naandika e, Majaliwa lako la wamachinga gazeti lenye habari inayosema Majaliwa walimu nguzo ya maendeleo. Lakini Dr Chimbi ahidi neema Newala, sisi mkuongeza mzuka kuongeza eh, ruzuku mbolea, mbegu. Lakini Samia haiteka kaskazini, huyu ni Samia haiteka kaskazini. NLD kuja na serikali ya umoja wa kuvutia wageni kitaifa. Lakini Ngorongoro yaendelea wengi, maonesho ya majiko elfu eh, mbili na ishirini na tano. Lakini kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo linaandika mgombea urais TLP kuwapa mikopo mamalisho wote. Lakini madaktari Moi Muhimbili wapiga kambi Komoro matibabu ya kibingwa wamopia JKCI Ocean Road na Benjamin Mkapa. Dr Asha Mahita amshukuru Rais Samia kwa kufanikisha kambi hiyo. Lakini MCD aendelea kuingia makubaliano na mwekezaji. Lakini Hanang' waahidi kumshangaza Rais Samia kura za kishindo. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako Regia Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania lenye linaandika ineki ya puliza kipenga kumrithi ya basi Ali Mwinyi, lakini JKCI kutoa tabibu eh, kibingwa ya moyo visiwani eh, Komoro, lakini hana ngwa mpapa pokezi ya heshima Dr. Samia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti la kula taifa Tanzania linaandika doyo, serikali ya umoja wa kitaifa ndio suluhisho la Tanzania mpya lakini Ngorongoro neema inakaribia, Samia asema ripoti ya tume mbili zilizoziunda imeshafika. lakini walimu ni fahari ya nchi, chimbuko la uvumbuzi wa ubunifu, huyo ni Kasim Majaliwa. hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa mbele. lakini Zanzibar Leo gazeti lako linaandika Dkt Mwinyi viongozi hubirini amani, huyo ni Dkt Mwinyi asema viongozi hubirini amani. Maalim Sefu alitaja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 kwenye kurasa za mchezo na burudani, tunaanza kuangazia gazeti lako la habari leo, linaandika kocha Gaborone United kuinoa Simba. E, kocha Gaborone United kuinoa Simba. Bob Junior aomba msaada wa matibabu, lakini bodi yaridhishwa na ushindani ligi kuu bara. Pakome ashukuru Yanga kuitwa Ivory Coast. E, Pakome ashukuru Yanga kuitwa Ivory Coast lakini mwanahabari inaandika msigo aziombea, e, timu za taifa zifuzu im makundi lakini kocha Pateevu atu wa Simba kamwe alia na wa umzushia, kocha Folds lakini kiombo watabiriwa makubwa Mbeya City eh, mlima e, yalipanga na tamasha la mchezo hiyo, ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la mwana habari. Huku Nation pamba jiji tumejipanga, huyo ni Nation yasema pamba jiji tumejipanga. Lakini wa Machinga, gazeti lako laandika kocha Pateevu atu wa Simba Azam ya ishika pabaya bodi ya ligi. Kevin Johnny Genki swala la muda. Kopi boy atamba na albamu ya kupenda. Patevo wa Msimbazi akiaga Gaborone United. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kurasa wa mbele. Lakini tifu Tanzania linaandika kocha mpya Simba. E, Simba kuanza kazi Jumatatu. Kocha mpya Simba kuanza kazi Jumatatu. Kocha Jurgen Klopp hataki tena ukocha, lakini FIFA yatambulisha mpira mpya e, Tionda kutumika kombe la dunia 2026. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la taifa Tanzania